Habari mwanafamilia wa Leon's Gadgets, leo nimekuja kukupa elimu kati ya utofauti wa simu mpya, simu used na simu refurb. Simu mpya ama non-active, hii inaweza ikawa ni iPhone ama Android yoyote kama Samsung, Google Pixel na nyingine. Faida ya non-active ni kwamba hii ni simu ambayo haijawahi kutumiwa na mtu yeyote, kwamba wewe ndio mtu wa kwanza kuitumia, haijawahi kuwa activated na mtu yeyote, ndio maana inaitwa non-active. Lakini faida nyingine ni kwamba kwa simu kama iPhone inakuwa na Apple warranty kwamba ikipata shida yoyote unaweza kutembelea Apple warranty yoyote, iwe ya nchini mwako ama hata nje ya nchi. Kama tatizo limetokea upo nje ya nchi ukaenda kwa ile Apple, kwenye Apple store, na ukahudumiwa vizuri kwa sababu ni simu ambayo wao wanaitambua. Lakini pia kwa hizi simu ambazo ni water resistant, hii ni simu ambayo ni 100% ni water resistant kwamba haipitishi maji, kwa sababu ni simu ambayo haijafunguliwa, ni simu mpya. Sasa, Sim used ni nini? Sim used hii ni pre-owned phone ama second hand kwamba ilitumiwa na mtu mmoja then akaiuza kwa mtu mwingine na sim refurb ama refurbished, hii nao ni sim used, lakini hii ni simu ambayo imepata shida either kwenye display, yani kio ama battery, ama kitu chochote then ikarudishwa kiwandani kufanyiwa replacements kwenye vile vifaa ambavyo venye shida ikawekwa vifaa vingine then ikarudishwa kwenye boksi na ikaja kuuzwa vizuri. Kwa simu refurb zipo nyingi. Kwa mfano kwenye simu za Apple, asilimia kubwa simu za 14 series na kushuka chini, nyingi ni refurb, lakini hata 15 Pro Max baadhi nazo ni, ni refurb, lakini 15 Pro Max zipo ambazo ni non active, na 16 series almost zote ni non active. Ukija kwa Samsung pia, simu kama S23 kushuka chini, nyingi ni refurb, lakini S24 unapata baadhi ambazo ni ni non active lakini S25 nyingi ni non active. Sasa refurb hapo, kuna watu wengine wa kuoga wanaogopa simu refurb. Ukisikia simu refurb, mtu anaogopa na hisi, labda ni simu fake hiyo, ndio anadanganyana kwamba ni copy. Hii inatokana na kwamba refurb ina, kama nilivyokuambia, kuna replacements za kwa zinafanyika, vifaa vile vyenye shida vinatolewa, vinawekwa vifaa vingine. Sasa tatizo ndio linakuja hapa, kuna watu ambao wanafanya refurb na parts ambazo ni original kwamba, kabla kama ni kuja kio, kinaikuwa kio original na simu natumia vizuri, lakini zipo refurb ambazo parts ambazo zinawekewa ambazo ni quality ndogo. Replacement yake ilifanyika na vifaa ambavyo ni quality yake ni ndogo. Kwenye refurb zipo ambazo na vioo au parts zote original kama za battery, nategemea ni part gani imeleta shida, lakini zipo refurb ambazo zinafanywa na the replacements, vifaa ambavyo quality yake ni ndogo. Naamini mpaka hapo utakuwa umepata elimu juu tofauti kati ya simu ambayo ni mpya ama non-active used na refurb. Kwa tips na news mbalimbali mbali kama hizi, naomba utembelee page zetu za Leon's Gadgets katika TikTok na Instagram, na pia kama una swali lolote unaweza kuniandikia kuni hapo kwenye kuni comment section ama ukanicheki inbox. Till next time sa